Filamu kutoka nchini Uganda The Last Stand iliyoongozwa na Matt Bishi ndio itakayofungua pazia la maonyesho ya filamu Juni 25 mwaka huu 2025 wakati wa tamasha la 28 la kimataifa la filamu Zanzibar ZIFF litakapozinduliwa kwa msimu mpya kuanzia Juni 25 hadi 29 mwaka 2025. Filamu hiyo itakaoonyeshwa ngome kongwe huko mji mkongwe visiwani Zanzibar inaelezea mambo yaliyomtokea kiongozi mmoja wa dini nchini Uganda wakati wa utawala wa Idi Amini Dada Nduli, ambapo kiongozi huyo alipambana na bila uoga wala vitisho vyovyote kutoka kwa kiongozi huyo wa zamani wa Uganda, Idi Amini. Filamu hiyo imeeleza mambo mengi ambayo hayajulikani, lakini yalitokea kwa kiongozi huyo wa dini, licha ya familia ya kiongozi huyo wa dini kumtaka kutompinga rais wa Uganda kwa kipindi hicho lakini yeye alibaki na msimamo wake wa kukemea mabaya yote yaliyotenda Idi Amini. Mtendaji mkuu wa Zifu Joseph Mwale amesema tamasha hilo litaanza kwa maandamano ya ufunguzi kutoka Kisonge hadi viwanja vya Ngome Kongwe, kisha shindano hilo litaelekea kwenye mbio za ngalawa. Baada ya hapo, uoneshwaji wa filamu katika kumbi mbalimbali mbali pia utafanyika, na mwisho kutakuwa na usiku wa tuzo ambao utafanyika siku ya mwisho Juni 29. Kisha itatangazwa tarehe mpya tamasha hilo kwa mwakani. Uh, tamasha mwaka huu tunategemea litaanza tarehe 25 na kumalizika tarehe 29 Juni 2025, na kutakuwa na ratiba kama ifuatavyo: tutakuwa na tarehe 25, tutakuwa na shughuli rasmi ya ufunguzi, lakini tutakuwa na daures, tutakuwa na um, uonyeshaji wa filamu kipindi chote cha siku hizo tano. Pamoja na hayo, pia kutakuwa na siku ya tuzo ambayo itakuwa ni tarehe 29. Naye mkurugenzi wa tamasha hilo la ZIFF Hatibu Madudu amesema wamepokea jumla ya filamu 430 ambapo filamu 174 zinatoka nchi za Afrika Mashariki na nyingine zimetoka nchi nyingine nje ya Afrika Mashariki amezitaja baadhi ya nchi zilizowasilisha filamu zao kwa ajili ya kushindana katika tamasha hilo ni pamoja na filamu 49 kutoka Tanzania, filamu 54 kutoka Kenya, filamu 52 kutoka Uganda, filamu 6 kutoka Rwanda, filamu moja kutoka Burundi, filamu 4 kutoka Kongo DRC, na filamu 8 kutoka Somalia. Filamu nyingine kutoka Irani ambapo wamewasilisha filamu 79, wakati Afrika Kusini wamewasilisha filamu 20 na filamu 36 zinatoka Misri. Filamu nyingine zimepokelewa kutoka nchi mbalimbali ikiwemo India, Brazil, Marekani, China, Itali, Uturuki, Nigeria, Argentina, Canada, Spain, Ureno, Zimbabwe, Arabuni, Ethiopia, Moroko, Burkina Faso, Ghana, Senegal na Ethiopia. Maduu amesema katika filamu zilizopokelewa zipo ambazo hazitashindanishwa na nyingine katika tuzo hizo, licha ya kuoneshwa katika kumbi mbalimbali za tamasha hilo, lakini vigezo vyake havijakivi kwa ajili ya kushindanishwa, ndio maana hawatajishindanisha na filamu nyingine, hivyo wamezipa heshima ya kuoneshwa ili waweze kujifunza zaidi kwa lengo la kuboresha filamu zao zijazo. Zipo sababu nyingi ambazo zinapelekea filamu kuweza kuingia kupokea official selection, lakini haitaingia kwenye kinyanganyiro na sababu hizo. Uh, na kwa sio kitu kigeni, ni kitu ambacho kinafanyika kote ulimwenguni, na sababu hizo ni kwamba wakati mwingine unakuta kwamba mtengeneza filamu ameweza kutengeneza filamu na kugusia jambo ambalo ni la muhimu sana kuweza kuzungumzwa katika jamii na ni jambo ambalo kabisa unaona kwamba linahitaji kupata nafasi ya kusikilizwa ili iweze kupokelewa na jamii na liweze kuibua mjadala, lakini sasa filamu hii inaweza ikawa labda inakosa baadhi ya vitu ambavyo vinaipa hiyo filamu e, nafasi ya kuweza kushindana na filamu nyingine. Sasa unapoingiza hii filamu kwenda kushindana na wenzake unakuwa ni kama unaionea hii filamu e, ni kwamba huyu mtu kumpe viwango sawa vya kuweza kushindana na wale wengine. Kwa hiyo sasa, watu kama hawa, kwa ajili ya kuwalinda na ndio tunawatengenezea nafasi sasa, kwamba hawa tutaweza kuwapa heshima zote kuweza kuwapa nafasi ya kuwatazama na kuwasikiliza vizuri kabisa, kama ambavyo tunawasikiliza wale wengine. Lakini hawa hawatashindana na wale wengine, kwa sababu kama utaamua kuwapima, kuna nafasi, kuna sehemu kidogo, kuna vimakosa kidogo kidogo ambavyo wamefanya, ambao inafanya kidogo waweze kufanya nini, waweze kukwaya. Kwa hivyo ni kwa ajili ya kuwalinda na kuwapa heshima na kuwapa nafasi ya kusikilizwa vizuri, ndio maana tunaweka in competition and out of na watengenezaji wa filamu Cecilia Lubango na filamu yake ya Tears in the Rain na Sama Janpool na filamu yake ya My Dream, ambapo wote ni kutoka Tanzania, wameeleza furaha yao ya na namna walivyopokea taarifa kuhusu filamu zao kuwa miongoni mwa filamu zitakazoshindanishwa katika tamasha la Zifu mwaka 2025. Anaita na Cecilia Lubango ni mtengenezaji filamu wa Tanzania, ni mwandishi lakini pia anafanya special effects makeup Uh, nafurahi sana kwanza filamu yangu kuchaguliwa kuingia ZIFF kwa sababu competition ni kubwa. Filamu yangu inaitwa Tears in the Rain na ni short film. Kwa hiyo ni nafuraha sana, sijui hata nielezeje, kwa sababu ni tamasha la muda mrefu, lina watu wengi, pia mashabiki wengi, limekupa kwa muda mrefu, mimi hata kabla sijazaliwa. Leo unapata hii fursa ya kuwa kwenye tamasha, habari nzuri sana. Kwanza ni kwa furaha kubwa nilionao ni kwamba kuchaguliwa kuingia ZIFU, alafu pia ya filamu yangu ni filamu ambayo inazungumzia masuala ya mental health kwa wamama, post delivery depression, postnatal depression, baby blues na all the forms of depression for young mothers. Sasa najisikia furaha sana kushea na jamii kubwa kweli kwa sababu sasa ujumbe nao champion ama advocate for women and championing for this, kwangu mimi naenda kwa ukubwa kweli. Sio kitu kidogo, na nafurahi sana kwa sababu kila ambacho natamani jamii ijifunze kuhusu Uh, afya ya akili kwa wamama especially wamama wanaojifungua kwa mara ya kwanza inaenda kufika kwa jamii, na nafikiri kitaleta mabadiliko makubwa, kwa sababu pamoja tunaweza kuact kuwasaidia wamama wanaopitia hizo changamoto. Kwa kweli uh, kwa mimi kama filmmaker ni filmmaker ambaye natamani sana kuchechemua matatizo yaliyo kwenye jamii ambayo hayaonekani na kubwa kabisa ni hilo, nilivyogundua kwamba mama wanapitia hiyo changamoto, kwa sababu hata mimi ni mama na nilipitia hiyo changamoto. Nikagundua kuna umuhimu wa sisi kulisemea hilo, na tunalisemeaje? Uh, nilianza nikafanya research. Nilipomaliza research, nikasema jinsi gani ninavyoenda kuipeleka hii research kwa jamii, njia rahisi rahisi ni filamu nikatengeneza filamu na ninavutiwa sana kufanya topiki kama hizo ambazo zinachechemua matatizo yaliyoko kwenye jamii na kuionyesha jamii nini tufanye kwa pamoja. Kwa hiyo ya navutiwa sana kufanya topiki ambazo wengine hawazifanyi <laughs> lakini pia navutiwa sana kuchechemua hayo matatizo ili jamii iweze kufanya kutafuta masuluhisho kwa haraka. Ah, changamoto kubwa ninayokutana nayo ni kwenye afya ya akili. Kwanza ni sisi wenyewe binafsi kama Waafrika kukubali kwamba afya ya akili ni changamoto, lakini cha pili ni hatuna safe spaces, yani sehemu sahihi ambapo tunaweza tukaenda tukamwaga yale matatizo tuliyonayo. Pia hatuna watu sahihi. Unakuta una ndugu yako unatamani kumuelezea, lakini yeye huyo ndugu yako mwenye haamini hilo kama ni tatizo, kwa hiyo unajikuta hakupati msaada kwa haraka. Sasa unakuta wewe ni mama, una mtoto na jamii inakutegemea wewe ukiwa mama kuwa perfect. Sasa ukishindwa kutimiza majukumi yako kama mama, sisi bado hatukuelewi. kwao tuna, nafikiri nafikiri tuna hizo changamoto, kuta sehemu sahihi ya kupeleka matatizo yetu, watu sahihi wa kupeleka matatizo yetu, lakini pia sisi wenyewe binafsi kuliona lile atu, atu, atu, yaani, um, stressi, ono, yeah. Mimi basi, ni tatizo. Kwanza hatujaliweka mbele. Mtu ukimweleza mimi nina anashangaa. Naona mimi binafsi ujumbe wangu ni ule ule ambao unaurudia kila sehemu kwamba tujitahidi kutengeleza story ambazo story that matters. Filamu ina nguvu kubwa sana, tuchacha, tuku, matasito, matasito, sana matasito, matasito, matasito, kamayo, ya kufanya mabadiliko ila kama tutaacha tu kubase kwenye entertainment na kudili na matatizo. Kuna matatizo mengi sana mtaani, kuna matatizo ya watu kukosa ajira, kuna matatizo ya watu kujinyonga, kuna matatizo kama hayo ya mental health. Matatizo yako mengi sana na tunaweza tukayazungumzia kwa ukubwa kwa kutumia filamu naye mmoja wa igizaji bora wa kike anayeshikilia tuzo ya ZIFF mwaka 2022-23 Tunu Mbegu ambaye kwa mwaka huu itaonekana kupitia filamu ya Niko Sawa inaongozwa na Neema Ndepanya amesema filamu hiyo itaonyeshwa kwa mara ya kwanza katika tamasha hilo la ZIFF na inagusa moja kwa moja jamii ambayo ina changamoto ya afya akili na pita kwenye kinyang'anyiro cha kuingia kwenye festival. Ni mwashiriki kwenye filamu ya Niko Sawa ambayo imeandaliwa na director, female director the best so far in the industry anaitwa Neema Nepanya. Hii ni mara yangu ya kama sita kushiriki kwenye Zanzibar International Film Festival, nikihudhuria miaka mingi and I was very blessed kupata tuzo mara mbili. Yes, International Film Festival as Best Actress ambayo ilikuwa ni 2022 na 2023. Yeah. Niko sawa ni filamu ambayo inazungumzia masuala ya afya ya akili mental health. Uh, spoiled sana. Natamani <laughs> watu wafike uh, waione kwa sababu pia uzuri wa filamu hii ni kwamba tunafanya Uh, premiere kwa mara ya kwanza inaenda kuonyeshwa Zanzibar, haijaonyeshwa kokote. Kwa hiyo it's a premiere kwa mara ya kwanza tunaenda kuiona ni. Kwa hiyo nawashauri watu wafike, ili waweze kuona, kwa sababu wote tunafahamu swala zima la mental health imekuwa ni changamoto kwa watu wengi duniani kote. Kwa hiyo uh, pia na, naendelea kumpongeza sana Neema Tepanya kwa kuamua kutengeneza filamu ya aina hii, kwa sababu filamu nzuri kwangu mimi, tunu mbego, ukiniuliza ni zile ambazo zinagusa watu moja kwa moja. They move people yani, people yani feel involved yani, unatazama filamu unajiuliza kwamba amewaza nini huyu mwandishi, mbona kama ananiongelea mimi you know. Kwa hiyo nimpongeze sana nimadefanya kwa defanya. It's an amazing film that's, the only thing I I can say for now, I don't want to spoil it <laughs> watu wafike Zanzibar kwa ajili ya kutizama, niko sawa na naamini watakuwa sawa baada ya kutizama filamu hii. Mimi ni Festo Pole, endelea kusubscribe, kulike na kukomenti hapo chini. Hadi wakati mwingine, adios.